na kuwapa taujihi na maelekezo watu, namna gani waweze kuziendea ibada zao, namna gani wawe na mafungamano yaliyomema baina yao na mola wao Allah azza wa jalla. Hii ni katika neema za Allah subhanahu wa taala zilizopo juu ya umma huu, na jambo la wajibu ambalo linapasa kwa kila muislamu ni arrujuu ila lulamaa, ni kurejea kwa wanawazuoni, na hasa hasa wakati yanapokuja mambo makubwa, mitikisiko na mitetemeko inapotokezea, na mabalaa na majanga na fitani zinapotokea kwa watu, basi ni wajibu wakati huo juu ya waislamu kurudi kwa maulama warudi kwa wanawazuoni kwa ajili ya kupata maelekezo na kupata miongozo inahusiana na nini wafanye katika hayo ambayo yametokezea katika umma. Na hii ni katika adabu ambazo Allah subhanahu wa taala amewafunza nazo waja wake, yakulu llahu subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala anasema waidha jaahum amrun

Basi lau wangelirejesha jambo hilo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasalam wa ila ulilamri minhum, na wangerejesha jambo hilo kwa wale waliona jambo kwa wale wenye amri miongoni mwao, la alimahu alladhina yastambitunahu minhu, basi wangelilijua jambo hilo wale ambao ni wanawazuoni wenye kufanya istimbati wenye kufanya uchambuzi wa mambo wangewachambulia hukumu ya jambo hilo. Kwa hiyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawalaumu baadhi ya waumini ambao yanapokuwa yametokezea mambo katika jamii, wanakuwa ni watu wa haraka, watu wa haraka kuyaendea mambo hayo, watu wa haraka kuyatolea fatwa mambo hayo Wakiwaharaka kuyatolea hukumu mambo hayo. Basi Allah subhanahu wa taala anasema wa idha ja'ahum amrun, basi pindi lilipowajia wao jambo, min alamni au al-khawf, jambo likiwa ni jambo la amani au ni jambo la hofu, adhau bihi taamaki, unawafuta wao, wanalitangaza jambo hilo. Walau radduhu ila rasuli, lau wangelirejesha jambo hilo kwa Mtume

anawafunza adabu hiyo waja wake. an filihim hadha ghairi laiq, kuhusiana na kitendo chao hichi ambacho siyo laiq, si chenye kulingana na kuendana na jambo la muumini wa annahu yambaghi lahum, na kwamba mambo yalivyo inapasa kwao wao. idha jaahum amru pindi linapojia wao jambo minal umuri almuhimma

hofu ambayo ndani yake mna msiba juu yao anasema, akasema alimamu rahimahullah: an yathbutu, walitakiwa wao wafanye ithbati wathubutu katika jambo, wala yastaajilu, wala wasifanye haraka, biishaati dhalika alkhabari, wasifanye haraka ya kueneza habari hiyo, bal yarudunahu, bali walirejeshe jambo hilo ila rasuli

watu wenye weledi wa mambo wangewarejeshea mambo hayo. alladhina yarifuna alumura, watu ambao wanayatambua mambo. wayaarifuna almasalih wa wadhiddaha kadhalika, wanatambua masalih na kinyume na masalih. Kisha akasema fain raau, kisha wakiona hao wanawazuoni wenye utambuzi wa mambo, fain raau lau kwamba wataona, fi idhaatihi maslaha kwamba katika kulitangaza jambo hilo kuna maslahi, wa nashatan lilmuminin, kadhalika, lau wataona kwamba kwenye kulitangaza hilo jambo kuna nashat na kuna uchangamfu kwa Waislamu, wasururin lahum, na kuna furaha yao, wa tahariran min a'daihim, na kuna kuwakomboa wao dhidi ya maadui zao, asima faalu dhalik, basi wangelifanya wanawazuoni jambo hilo. wainraau na ikiwa wanawazuoni wataona annahu laysa fihi maslaha, kwamba hakuna katika jambo hilo maslahi yoyote ya kulitangaza ha? au fihi maslaha au lau jambo hilo ndani yake mna maslaha walakin madarratuhu, lakini madhara yake jambo hilo tazidu ala maslahatihi, madhara yake yanazidi, yanakuwa mengi zaidi kuliko yale maslaha yake basi lam yudhiuhu wasingelitangaza jambo hilo. Kwa hiyo katika aya hii anatufunza adabu Allah subhanahu wataala kwamba yanapotokezea mambo katika jamii, mambo yanaohusu jamii ya watu, yanaohusu watu wengi, jambo ambalo ndani yake mna amani ya watu au mna hofu ya watu, jambo ambalo lina taalak na kufungamana na heshima za watu au linafungamana na damu za watu au linafungamana na mali zao, basi jambo hilo tunatakiwa sisi waumini tulirejeshe kwa wanawazuoni. Wao ndio ambao walitolea maelekezo, walitolea fatwa, walitolea ufafanuzi na kutupa miongozo ya namna gani tufanye katika kuliendea jambo hilo, kwa hili ni jambo la wajibu kwetu sisi.

Ameua watu 99. Baada ya kuwaua watu 99 akauliza, kuhusiana lau atapata mtu ambaye atakayempa fatwa ya kwamba je anayotoba yeye baada ya kuwaua watu wale tisini na tisa. Wale watu wakamwelekeza arudi kwa mtu arrahibu mtu ambaye ni mtenda ibada. Fadalluhu ala rrahibi, wakamuelekeza aende kwa mtu mtenda ibada. Na yule bwana akaenda kwa yule mtenda ibada fasaalahu, akamuuliza hal alayya min tauba, je, na toba yoyote ninaweza kutubia? Kala dhalika rahib, yule mtenda ibada akasema la, hapana, huna toba. Fakatalahu yule bwana akamuuwa na yule mtenda ibada akatimiza mtu wa mia moja, akawa sasa ameua nafsi mia moja. Kisha akaulizia tena kwamba je atapata mwanazuoni yoyote ambaye atakayempa fatwa kuhusiana na je anayotoba katika jambo lake hilo, wakamwelekeza fadalluhu ala lalimi al wakamwelekeza, aende kwa mwanazuoni fulani, akenda yule kwa yule mwanazuoni fasa'alahu, akamuuliza kuhusiana na je, kuna toba kwangu mimi. Akasema yule mwanazuoni, famadha yahulu bainaka wa baina tauba, ni kitu gani kinazuia baina yako wewe na baina ya toba? Kwa maana hakuna kizuizi kinachozuia baina yako wewe na baina ya toba. Tubia kwa mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, atakusamehe kisha yule mwanazuoni akamuelekeza kwamba yule mtu afanye hijra, ahame kutoka katika mji aliokuwepo aende katika mji mwingine, mji ambao huko kuna watu sulaha, kuna watu wema, watu wa chamungu, aungane na watu hao, ahame kwenye mji aliokuwepo mwanzo. Akafanya yule mtu akafunga safari kwa ajili ya kutafuta huo mji ambao ndani yake mna watu wema, ili yaungane na kuishi pamoja nao. fa adarakatuhu lmaniya fi nisfi ltariki, yakambiriki yeye mauti katikati ya njia, kisha wakazozana malaika, malaika wa rahma na malaika wa adhab, kila mmoja baada ya kufa huyu mtu akawa anamtaka yeye amchukue. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika wakenda malaika wengine kwa ajili ya kwenda fanya fasli na kukata ule mzozo, wakaambiwa wapime masafa baina ya kule anakoelekea, ambao ni mji wa tauba, na baina ya kule alikotokea katika mji wa maasia. Wakapima tahamaki, kule anakoenda ni karibu zaidi kwa shibiri moja. Kumezidi shibri moja kwa maana yani kumezidi, kwa maana ni karibu zaidi kwa shibiri moja, kwa hiyo pakahukumiwa kwamba achukuliwe mtu yule na malaika tu rahma, malaika wa rahma. Nini tumekusudia kwenye hadha lhadithi? Tutakusudia kwamba tazama, huyu mtu alitaka fatwa ya jambo, tena jambo lenyewe linahusu kadhia ya kwake yeye peke yake. Ameelekezwa aende kwa mtu mtenda ibada miskini. Masha Allah, Allah subhanahu wa taala amemwafikisha ni mtu wa ibada, lakini hana ilmu jambo la kutoa taujihati na fatawa jambo hili yeye hakuwa nalo, lakini kwa sababu ya jahali yake na ujinga wake, na kwa kuwa ana ghera ya dini na ana wivu wa dini, akampa fatwa kwamba huyu hana tauba, ikawa ni sababu ya fatwa yake kuuawa na yeye mwenyewe. Lakini tazama, alipokwenda mtu huyu kwa alimu, mtu ambaye ni mwana wazuoni aliyesoma aliyefanya istimbati katika kitabu cha Allah ayati wal ahadith, akajua kwamba hakuna kinachozuia baina ya dhambi za mja na baina ya tauba. Hakuna kinachozuia akamwelekeza katika tauba, ikawa ni sababu ya kufaulu yeye mtoa fatwa na sababu ya kufaulu yule aliyempa fatwa. Hii ndiyo jambo au hii ndio shani ya ulama. Kwa hiyo yawezekana katika jamii wakawepo watu ambao dhahiri yao ni watu wa ibada, ni watu wa dini, masha Allah. Watu ambao pengine wakati mwingine ukaa madarasani, wakasomesha madarasa, wakapanda katika mimbari za Ijumaa, wakatoa hutba, wakaanzisha chaneli mbalimbali katika, katika ma TV, katika YouTube wapi, wanatoa miongozo na maelekezo na darasa mbalimbali, lakini watu hawa hawajafikia daraja ya ulamaa kiasi ambacho eti waweze kuelekeza umma katika majanga na mabalaa ya yanayoukumba umma. Hili jambo lazima lirejeshwe kwa ahalulilmi alladhina yastambitunahu minhu ahalulilmi, ambao wanatoa istimbathi, wanayaangalia mambo awakiba zake, mwisho wake, wanayatazama mambo kwa kuyazunguruka nje ndani, mbele na nyuma yake. Hawa ndio wa ambao wanatakiwa warejelewe wakati anapotokezea mabalaa na majanga. Sasa hivi katika ulimwengu, kama tunavyofahamu kwamba panaendelea mapigano na vita baina ya ndugu zetu waislamu katika nchi ya Palestina na mayahudi maadui wa Allah wa Israeli. Sasa hili jambo ni jambo linawahusu waislamu, linahusu damu za waislamu, linahusu heshima za waislamu, linahusu mali zao kwa jambo hili warejelewe wanawazuoni katika fatawa na katika miongozo na taujihati. Lazima watu wachukue fatawa za wanawazuoni na maelekezo ya wanawazuoni, wanaelekeza vipi katika masala haya, na sio sahihi kwa watu ambao wamejitokeza katika jamii, wanaopita katika misikiti wakawatolea watu fatawa za kuleta kunuti misikitini wakawatolea watu fatawa za kufunga siku tatu na siku saba na siku kumi. Wakawatolea watu fatawa za kufanya maandamano kwa ajili ya kupinga dhulma inayofanywa na, ma, inayofanywa na Mayahudi. Hili jambo siyo la sawasawa na siyo maelekezo ya wanawazuoni, ijapokuwa yawezekana watu hawa wakaonekana kuwa wanawivu na wanaumwa na jambo linaloendelea katika miji ya Palestina, lakini kuwarejea wanawazuoni ndiyo amri ambayo tumeelekezwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo muislamu hana nafasi ya kuchukua fatwa ya mtu yoyote, hana nafasi ya kuchukua maelekezo ya mtu yoyote kuhusiana na kadhia inayoendelea kwa ndugu zetu Palestina, bali jambo hili lirejeshwe kwa wanawazuoni. Tuwasikilize wanawazuoni na mashehe ambao wanatambulika na wanawazuoni wenye kutoa maelekezo na kuuelekeza umma katika njia iliyokuwa ya sawa sawa ama wanaharakati na watu waliojaa katika mitandao kwenye YouTube na mitandao mingine, wanaotoa fatwa za maandamano, wanaotoa fatwa za saumu, wanaotoa fatwa za mambo kadha wa kadha katika mambo ambayo wanazuoni hawajaelekeza, watu hawa wanatakiwa kwanza wapigwe vita, lakini pia kila muislamu anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwapuuza watu hawa.